Tulipokea mwaliko wa msajili wa vyama vya siasa kukutana na viongozi wa CHADEMA, viongozi wakuu, juu ya no reform no election katika muktadha wa sheria ya vyama vya siasa. Kwa hiyo tumekutana, tumefanya mazungumzo, tumeieleza ofisi ya msajili wa vyama vya siasa juu ya msimamo wetu wa no reform, no election kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Tumeieleza ofisi msimamo huu tuliouchukua baada ya uporaji na uharibifu mkubwa wa uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 na historia ya uharibifu wa chaguzi kuanzia uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na hatimaye kilichoitwa uchaguzi wa wa tarehe 27 Novemba 2024. Uh, tumeeleza vilevile kwa kina kidogo juu ya namna ambavyo mifumo yetu ya Tanzania ya kiuchaguzi haikuwa huru kuanzia kuasisiwa kwa mfumo wa vyama vingi, namna ambavyo tume ya Nyalali iliyoundwa mwaka 91 na mapendekezo yake mwaka 92 ilivyopendekeza kwamba kabla ya kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi na kabla ya kuingia kwenye uchaguzi wa mfumo wa vyama vingi ni lazima kufanyike mabadiliko makubwa ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha mazingira ya mfumo wa vyama vingi vya siasa na uchaguzi huu na haki. Na tumearifu historia nzima iliyofuatia baada ya hapo mpaka mpaka ulipoanza mchakato wa, wa katiba mpya chini ya, ya tume ya Jaji wa Rioba, na namna ambavyo mchakato wa katiba ulikwama, mchakato ambao amba ungeiwezesha taifa kufanya Reforms, mageuzi na mabadiliko ya kikatiba na ya kisheria ya kuwezesha pamoja na mambo mengine kuwa na chaguzi huru na haki. Tumeeleza vile vile kwamba baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 au uchafuzi wa mwaka 2020, uh, tulitarajia baada ya mwaka 2021 kuingia rais mpya, pengine kungefanyika reforms, kwa sababu baadaye rais alijinasibu na falsafa ya foara. Lakini tumeeleza namna ambavyo uh, michakato yote ya kutafuta uh, reforms kabla ya kuelekea uchaguzi kupitia mazungumzo kati ya Chadema na CCM na serikali kupitia kikosi kazi ambacho ofisi ya msajili na yenyewe ilishiriki, haikuzalisha reforms zinazokusudiwa na hatimaye kukapelekwa bungeni miswada mitatu ya sheria na ikawa sheria ambayo kwa kweli haikuwezesha mazingira ya uchaguzi huru na haki, na matokeo yake yamejionyesha bayana katika uchaguzi wa, wa serikali za mitaa vijiji na vitongoji 27 Novemba 2024, kilichoitwa uchaguzi ko kwa. Tumeeleza kwamba kwa, kwa mazingira haya yote yaliyojitokeza tumeeleza ni kwa nini sisi tunasema ni lazima kabla ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kufanyike mabadiliko au mageuzi ya kisheria, mageuzi ya kikatiba, mageuzi ya kikanuni, mageuzi ya kimifumo, kitaasisi, kiuongozi ili kuwezesha uchaguzi huru na haki na kwamba bila mabadiliko au mageuzi hayo, bila reforms No, no reforms no election. Bila reforms hakuna uchaguzi. Kwao tumeeleza bayana, bayana msimamo msimamo wetu, na wao tumesikia kutoka upande wao kwa kiasi juu ya yale ambayo ama wametueleza au wametuuliza, na tumekubaliana kwamba ma, mazungumzo haya ambayo ametuita leo, kwa sababu bado kuna mambo mengine yanahitaji kuzungumza zaidi na kupata na kupata ufahamu na, na mwelekeo tutatafuta uh, fursa ya wao kukutana tena na sisi.